Yes bwana, mmoja kati ya stori kubwa kabisa ambazo sasa hivi nazidi ku kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na mrembo uh, Miss Tanzania maarufu kama Tres, uh, na Bukera aliyejiondoa rasmi kushiriki Miss World, ambapo mashindano haya yanafanyika mwaka huu 2025 nchini India. Lakini pia mrembo anashikilia taji la Miss Tanzania Bibi Tres uh, na Bukera ametangaza rasmi siku leo kwamba hatoshiriki kwenye mashindano ya urembo Uh, ya dunia Miss World 2025, ambapo yanatarajiwa kufanyika mwezi ujao nchini India. Lakini pia kupitia taarifa aliyoitoa kwa vyombo vya habari uh, Klaus TV Uh, lakini Tracy amesema uamuzi wake umetokana na changamoto kadhaa alizokumbana nazo ikiwemo kutopata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa waandaaji wa Miss Tanzania pamoja na maandalizi duni ambayo hayakumwezesha kuwa tayari kwa mashindano hayo ya kimataifa. Lakini pia nitarukuu kile ambacho alichokisema kupitia Klaus alimsema kwamba uh, nilikuwa na ndoto ya kuiwakilisha nchi yangu kwa heshima na kujivunia kwenye jukwaa la dunia lakini hali ya maandalizi yalikuwa rafiki. Kukosekana kwa uwazi, usaidizi wa kimataifa na maandalizi ya kitaalamu kulinifanya ni tafakari upya kushiriki wangu, alisema Tracy kwa masikitiko. Hatua hiyo imeibua maswali mengi miongoni mwa mashabiki wa urembo na madau wa tasnia hiyo hapa nchini, lakini pia huku wengine wakitaka kufahamu nini hasa kilienda tofauti katika maandalizi ya Miss World kwa upande wa Tanzania. Mashindano ya Miss World 2025 yatarajiwa kukutanisha warembo kutoka zaidi ya mataifa 120, eh, na Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi zilizotarajiwa kushiriki kupitia Tracy ambaye alivutia wengi kutoka na haiba ya mchango wake katika jamii. Lakini pia hadi sasa waandaji Miss Tanzania bado hajatoa tamko rasmi kuhusu hatua ya Tracy kujiondoa, huku mashabiki wakisubiri kauli ya kamati hiyo juu ya Tanzania zinazofuata. Tracy Nabukeera ameweza kutoa official statement kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo ameandika kwa lugha ki ya Kiingereza, mimi nitakutafsiria kwa lugha ya Kiswahili. Sasa anasema kwamba baada ya tafakari kuzingatia kwa kina, nimefika uamuzi wa kutoshiriki katika mashindano ya Miss World 2025. Uamuzi huu haukuwa rahisi, lakini kutokana na ukosefu wa msaada, mawasiliano usio na thabiti na maandalizi duni kutoka kwa taasisi inayohusika siku hizi tena kuwa nimewezeshwa vya kutosha au nimejiandaa kikamilifu kuiwakilisha kwe Tanzania kwenye jukwaa kubwa la kimataifa. Uamuzi huu umetokana na mapenzi kwa ajili yangu, kwa ajili ya wafuasi wangu na kwa misingi ya maadili na usimamia. Ninaamini kuwa unapobeba taji la taifa unastahili kupata msaada kamili na maandalizi bora ili ufanikiwe. Bado najivunia sana kushiriki eh, kulishikilia taji la Miss Tanzania 2023 na nitaendelea kutumia jukwaa hilo kuhamasisha, kuhudumisha na kuleta mabadiliko hasa kupitia eh, kupitia mradi wangu wa step by step ambao umeendelea kuwa kiini cha kila kitu kitu kinachofanya. Asanteni wote mlionyonyesha uvumilivu, msaada na upole katika safari hii yetu sote. Sasa baadhi ya comment. Uh, wetu imezidi ku draw comment yao baada ya kuona official statement ya bibi Tracy Nabukeera ambapo amejiondoa rasmi katika mashindano ya Miss World elfu mbili na ishirini na tano ambapo anafanyika mwaka huu. Lakini pia watu wengi wamezidi, amezidi ku comment, au tumejiuliza kitu gani ambacho kinasababisha bibi huyu mrembo huyu Miss World huyu kutokea Tanzania ambapo ameshindwa kwenda kushiriki katika mashindano haya, chanzo kikubwa ambacho anachodai kwamba Eh, management ya Miss World, Miss Tanzania ameshinda ku communicate nao vizuri, akisema kwamba hawajipanga mwaka huu kwenda kupeleka mshiriki, kwa sababu hata pia hawana fedha ya kumpeleka kule. Anatakiwa yeye mwenyewe ajihudumie ili aende aweze kwenda kule Miss World ili kuweza kupambana Miss World. Miss World eh, ni Miss Tanzania. Sasa usema baadhi ya comment au watu wamedment yao, huyu naitwa uh, o yao wow. Anasema kwamba bora uh, tusingemchagua mchagua. Unaitwa Wakja anasema kwamba au hana passport ya kwenda India. Unaitwa <laughs> Official uh, Smal anasema kwamba aliambiwa mapema tu asome. Unaitwa uh, Prince anasema kwamba mazo sio nzuri kuisoma hapa eh. Baadhi ya watu zao wanaitwa Kran, anasema kwamba elfu mbili ishirini na tatu hadi leo hajafanya preparation zozote. He angeachia tu mtu mwingine, jamani, this is not fair in all honesty. Unaitwa Titus, anasema kwamba useless kabisa, miaka miwili kapoteza bure, bora angeenda mwingine, aibu hii. Anaitwa Clausiston, anasema kwamba communication skill at his finest ataenda mshindi wa pili kama alivyokuwa kwa Lilian eh, kama Zima. Sasa hizo ni stori ambazo zinazidi kutrend kupitia mitandao ya kijamii. Bibiye Tracy na Nabukeera ameaga mashindano ya Miss World Tanzania, Miss World yako ilikuwa mtu kwanza kupata class tour zote ambazo zinazotrend kupitia mitandao ya kijamii Smart Kali. Bye till next time.